Tumeona kuna dalili za kuharibika kwa amani, tumeona kuna dalili ambazo watu wanapotea potea, tukasema pengine hii ni matatizo la uboreshwaji wa idara ya polisi. Tukasema kwamba tutarekebisha idara ya polisi iwe na vifaa vya kisasa. Siku hizi kuna kitu kinaitwa cyber crime, kwa hiyo ni teknolojia hiyo. Kwa hiyo inatakiwa polisi wawe mbele zaidi ya majambazi. Kwa hiyo ikitokea shida, polisi waweze kufanya kazi na kuwakamata hawa, hapo tutapunguza masuala ya utekaji na kadhalika. Lakini tukasema hivi, tutanyofoa kile kitengo cha CID kutoka polisi, tuunde kitengo kingine ambacho kitakuwa na mamlaka kidogo zaidi kufuatilia matatizo haya ya watu kutekwa kupotea na kadhalika. Tutasema hiki tutakiita eh, Bureau, eh, of Investigation in Tanzania, au BIT. Hii taasisi itafanana kama Scotland Yard ile ya Uingereza au FBI ile ya Marekani. Kwa nini tunataka tuunde hivyo? Hatutaki mtanzania hata mmoja apotee hatutaki Mtanzania hata mmoja aumie. Tunataka watanzania wawe na uhuru na amani. Kama vile hiyo haitoshi, tunataka mikoa yote, kila mkoa unakuwa na helikopta ya kisasa, ili kuhakikisha kwamba yakitokea madhara hapa, mara moja imeshafika na kufuatilia, na vifaa vyao polisi vya kisasa. Tunataka polisi ya kisasa ifanye mambo kisasa ili kuwasaidia watanzania wa kisasa wawe na maisha e, ya kisasa. Hiyo ni muhimu sana kulinda uhuru wa wananchi wetu, kwa sababu katiba inatoa mwanya huo. Na kitu kingine katika uwajibikaji, mtu akizembea, mtu akileta mchezo anashughulikiwa pale pale, anaondoka kwa sababu hatutaki kulea uzembe. Sasa kama hayo mambo mmeyakubali, na waombeni tarehe ishirini na tisa mjitokeze kwa wingi, mwende mkapige kura. Sasa Ada Tadea tunasemaje? Kwa sababu serikali itakuwa ni ya watu, tunachokihitaji kwako wewe Mtanzania wa chama chochote, wa dini yoyote, ni akili ya yako. Ukiwa na akili nzuri mbunifu, sisi tunafanya kazi na wewe lakini tukasema ili sasa tuweze kufanya kazi vizuri, tunahitaji tuwe na u tano. Nimesema uu ngapi? U tano ambazo ada tadea tunasema hii, tukiweza kupambana nayo tukaenda nayo hizi u tano, sisi zitaturekebisha na nchi yetu itaenda mbele. Uu ya kwanza ni nini? Lazima tuwe na utafiti. Huyu ya kwanza ni utafiti. Huyu ya pili tumesema utafiti ubunifu. Huyu ya pili ni ubunifu. Huyu ya tatu ni utengenezaji, huyu ya nne ni uuzaji, na huyu ya tano ni uwajibikaji. Hapo ndo kwenye shida. Sasa Tanzania zaidi ya miaka sitini na nne tumeishia kwenye utafiti, hatuna ubunifu. Lazima ufanye utafiti ubuni kile unachotaka kukifanya. Ukishakibuni lazima ukitengeneze. Ukishakitengeneza ndipo utakapouza. Ndugu zangu, ukishauza sasa unasimamia uwajibikaji wa kile unachokiuza, na ndio maana mpaka leo hii utasikia tuna maprofesa tuna madokta, lakini wengi wameishia kwenye utafiti tu, wameandika vitabu vingi vimeishia kwenye utafiti. Wali waulize wamebuni nini wametengeneza nini? Wameuza nini? Na shida kubwa ni kwenye